uonyesha siku hii ya leo, hiyo ndio nguzo yetu ya ushindi katika yetu. Wanawake hawa, ndugu mwenyekiti, hili ndilo jeshi kubwa la kutafuta kura katika chama chetu cha Mapinduzi. Ukiwaona wanawake hawa wamekusanyika elewa chama kiko salama, chama kinalindwa na chama kinasonga mbele kwa sababu ya wanawake hawa waliojitokeza. Wanawake viongozi hawa ndio wanaokihakikishia ushindi Chama Cha Mapinduzi kila inapoitwa. Leo ndugu mwenyekiti, nataka utambue kwamba kura ya mwanamke ni sauti ya mabadiliko na maendeleo ndani ya nchi yetu, na sauti hii ya mabadiliko na maendeleo utakwenda kuiona Oktoba 29 kumhakikishia Daktari Samia Suluhu Hassan, tutakwenda kuhakikishia umma wa Watanzania ndani ya nchi na nje ya nchi kwamba wanawake ni jeshi kubwa na ni sauti ya mabadiliko. Kura yetu wanawake ndiyo silaha kubwa ya maendeleo kwa watoto wetu.